Karibu kwenye Mseto Plus ya leo Novemba 14, 2025. Dakika kadhaa tu za kutizama taarifa mseto kutoka pembe tofauti za ulimwengu. Hii ni Nukta TV, langu jina ni Sau Ezra Ngumbi, mtayarishaji ni Gulda Gustavu. Tafadhali ambatana nami mpaka tamati. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema serikali yake itaunda tume maalum ya kuchunguza vurugu zilizotokea siku ya uchaguzi mkuu Oktoba 29, 2025. Vurugu hizo zilizosababisha vifo vya watu, majeruhi na uharibifu wa miundombinu, mali za umma na binafsi, pia zilisababisha kusimamishwa kwa shughuli mbalimbali. Samia ametoa msimamo huo leo Novemba 14 wakati akilihutubia bunge la Tanzania, ikiwa ni sehemu ya uzinduzi wa bunge hilo la kumi na tatu. Rais huyo ameeleza kusikitishwa kwake kwa kilichotokea siku hiyo, huku akiwataka wabunge na wengine waliokusanyika bungeni hapo kusimama kwa dakika moja kuombea waliopoteza maisha siku hiyo. Serikali imechukua hatua ya kuunda tume ya kuchunguza yaliyotokea, yani commission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 wale ambao wanaonekana walifuata mkumbo na hawakudhamiria kufanya uhalifu, wawafutie makosa yao. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amemwapisha waziri mkuu mteule Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, ambapo amemwagiza kusimamia utekelezaji wa majukumu ya serikali kwa kasi kubwa ndani ya miaka mitano ijayo. Rais Samia ametoa maagizo hayo leo Novemba 14 katika hafla ya kumwapisha Dr. Mwigulu Nchemba iliyofanyika Chamwino, Dodoma, akibainisha kuwa undo wa miaka mitano uliopo ni mfinyo kulinganisha na ahadi walizozinadi katika ilani ya uchaguzi ya Chama cha mpinduzi CCM, hivyo Mwigulu hanabudi kutekeleza majukumu hayo kwa kasi kubwa. Ni wajibu wako kuhakikisha kasi ya utekelezaji wa yale tuliyoyapanga inaongezwa ili tuweze kuyatimiza ndani ya muda mfupi. Maelekezo hayo ya rais Samia anaenda sambamba na ahadi ya waziri mkuu huyo mpya wakati akihutubia bunge kwa mara ya kwanza mara tu baada ya kuthibitishwa na bunge kwa waziri mkuu wa Tanzania, akiahidi kutumika kukidhi mahitaji wa Tanzania. Pamoja na hayo, rais Samia amemtaka Dk. Nchemba kutekeleza majukumu yake kwa weledi, kuepuka vishawishi kutoka kwa ndugu jamaa na marafiki, akibainisha kuwa uteuzi wake ulikuwa na ushindani mkubwa. Kwa uapisho huo, dr Mwigulu ambaye pia amewahi kuwa waziri wa fedha anakuwa waziri mkuu wa kumi na mbili akichukua nafasi ya Kasim Majaliwa aliyehudumu nafasi hiyo kwa miaka kumi iliyopita chini ya rais wa awamu ya tano John Pombe Magufuli na baadaye Rais Samia Suluhu Hassan baada ya hayati Magufuli kupoteza maisha. dr Mwigulu, uteuzi wako umepitia ushindani mkubwa shindani mkubwa na katika vigezo kadhaa umeibuka kuwa na sifa nyingi kidogo kuliko wengine ulioshindana nao. Leo jumuiya ya kimataifa inaadhimisha siku ya ugonjwa kisukari duniani. Kauli mbiu ya mwaka huu ni kisukari na ustawi wa afya, chukua hatua kudhibiti kisukari mahali pa kazi. Kauli mbiu hii ina ujumbe mahususi wa kuhimiza kila mtu mwenye kisukari kuwa na fursa ya kuishi maisha bora kupitia huduma sahihi za afya na msaada kazini. Kauli mbiu hiyo inasisitiza mahali pa kazi kuwa na mazingira rafiki yanayowezesha watu wenye kisukari kupata huduma, muda wa kupima kiwango cha sukari na msaada wa kihisia, ili kuhakikisha wanaendelea kufanya kazi kwa ufanisi na kuwa na afya njema. Kwa mujibu wa Shirika la Afya Duniani WHO, mwaka 2024 duniani kote takriban watu milioni 422 waliripotiwa kuna ugonjwa wa kisukari, wengi wao wakiishi katika nchi zenye kipato cha chini na cha kati, na vifo zaidi ya milioni 1.5 vinahusishwa moja kwa moja na ugonjwa huu kila mwaka. Takwimu za afya za mfumo wa kusanyaji DHIS2 za Julai 2024 hadi Juni 2025 zimeonyesha zaidi ya wagonjwa laki mbili wanaohudhuria hospitali wana ugonjwa kisukari na wengi wao zaidi ni wanawake. Huo ndio mwisho wa Mseto Plus ya leo Novemba 14, 2025. Asante kwa kuitegea sikio na kuitizama. Langu jina ni Esau Ezra Ng'umbi, tayarishaji ni Gudla Gusta. Mpaka wakati mwingine, bye bye.